Vifaa kama unavyoviona vina high quality, kwa nyimbo yako itatoka vile zaidi ya vile ulivyofikiria, yani bomba nzuri zaidi ya ulivyofikiri wewe namna na itakavyotoka. Kwa hiyo karibuni sana karibuni sana. Nyimbo moja kama nilivyosema, ni laki nne na kama utakuja full package, means kwamba unakuja na vifaa vyako, nyimbo utafanyiwa kwa laki tatu na kama utakuja kurekodi nyimbo zaidi ya tano utapunguziwa dau, utafanyiwa laki tatu, laki tatu kila nyimbo. Kwa hiyo karibuni sana, karibuni sana, wale wenye bend mnakuja, wale wenye kwaya mnakuja, na wale wenye singu nyimbo mnataka kuja kurekodia au kushutia, mandhari ni mazuri kama mnavyoyaona. Karibuni sana TBC, changamkieni fursa. Fursa mimi naonyesha fursa ambazo ni muhimu sana kwa wale wasanii wetu wa nchini kwetu, hata ka, nch, nze, nje ya nchi. Karibuni sana mpaka nachapia kwa jinsi ambavyo ninafurahi.